Je, unafahamu kuwa Midaho ni miongoni mwa miji na vijiji vinavyokuwa sana hapa nchini upande wa kaskazini magharibi mwa Tanzania? Ukitoka kidogo upande wa mashariki kaskazini kuelekea magharibi, wilayani Biharamulo mkoani Kagera hapa nchini Tanzania utakuta kijiji cha Midaho kilichopo kata ya Rusahunga wilayani Biharamulo mkoani Kagera. Ni kijiji kidogo lakini kizuri sana ambacho kimeanza hivi karibuni. Kina mazingira mazuri, milima, mabonde. Kinayo mito inayotiririsha maji mwaka mzima na kufanya mandhari ya eneo hili kuwa zuri na bora zaidi. Lakini pia kijiji ama mji huu upo katika barabara kuu inayounganisha mataifa ya Rwanda, Burundi, lakini pia wakirudi upande wa mashariki, hasa maeneo ya pale Rusaunga ni Uganda. Hivyo eneo hili katika sekta ama katika swala uchukuzi hamna shida kabisa, barabara ni ya kimataifa kama jinsi unavyoona hapa. Hii inatoka Dar es Salaam na maeneo mengine kuelekea Burundi na Rwanda hivyo kwa wafanyabiashara ni rahisi kabisa kusafiri muda wote na kusafirisha mizigo yao. Ukihitaji kwenda Dar es Salaam, hata ingekuwa saa nne za usiku utafika, utapanda gari, utapata gari, utaondoka. Hivyo Midaho inapendeza sana, inayo misitu ya asili ambayo kwa sehemu kubwa hupatikana katika misitu ya miombo. Ni aina ya miombo forest ama msitu wa miombo uliopo hapa Uh, katika mkoa wa Kagera wilayani Biharamulo, mazingira tunayoyaona hapa ni mazingira ya Midaho, katika eneo la tunasema Nurshine. Uh, katika mimea iliyopo katika eneo la Nuru kwa aji, tunasema botanical forest iliyohifadhiwa vizuri kwa ajili ya manufaa ya vizazi vinavyokuja inapendeza. Kwa kweli ni mimea ni miti asilia kama jinsi tunavyoona hapa, mandhari yanatunzwa vizuri. Lakini pia tukirudi katika shughuli za biashara, Midaho imezungukwa na madini, kuna wachimbaji wadogo wadogo, migodi kama migodi ya Nyakahura, Busiri, Nyakabonde vyote hivyo utavikuta katika maeneo haya ya Midaho. Hii ndio sababu hata shughuli za biashara biashara wadogo wadogo wafanya biashara wadogo wadogo na wale wakubwa utawakuta mahali hapa, lakini pia shughuli za chakula, vyakula vinavyolima hapa ni vyakula vya msimu vyote vinalimwa na kukaa na kupendeza kabisa vizuri na vinastawi kweli kweli. Mahindi yanaandaliwa vizuri kama jinsi tunavyoona hapa. Hii ni hatua ya awali katika hatua yake ndogo, lakini pia mazao mengine ya chakula kama maharage, njegere, mio yani vyote hivyo, migomba vinastawi vizuri sana katika eneo hili la Midao. Kwa kijana anayeanza maisha, tunapenda kutoa lai na fursa ya pekee. Karibu Midao. Utaweza kufanikiwa vizuri, hata kama ungeanza na mtaji mdogo kabisa. Ndivyo ilivyo, karibu sana Midaho. Aya ni makazi, ni eneo ya Nur Shine Medical Commissioner Sanitarium Clinic Sanitarium. Ndivyo ilivyo, naona nyumba imeandaliwa kwa ajili ya kuandaliwa kesho na kesho kutwa, si ajabu ikawa kituo ama eneo kwa ajili ya reserve, tunasema botanical reserves. Ndivyo ilivyo, maeneo yanapendeza sana, karibu.